Jina naitwa Khadija Hamisi Hamdani, mkuu wa kituo cha Asalam Orphan Center. Wallahi, leo tumefurahi sana sana sana kwa ujio wa wenzetu Azam FC kuja leo hapa kwa ajili ya kutoa sadaka za watoto wetu. Insha Allah, tunawashukuru sana na tunawaombea Mungu, insha Allah Mungu ajalie wafanikiwe katika maisha yao, wafanikiwe katika kazi yao hii. Tunakuombeni na wote eh, mtakaotuona mtakaotuangalia, eh, tunaombeni na nyinyi inshallah, mje hapa katika kituo chetu hichi cha Asalam Orphan Center, kiko maeneo ya Fuoni meli tano, hapa panaitwa Maskan Kifika hapa inshallah, muje kuwasadikia watoto hawa, mwe tusaidiane katika ulezi inshallah.